Mimi nataka leo, nataka kuongea kuhusu Mheshimiwa Osoro na nimtume ujumbe kama kijana wa nyumbani na kama ndugu yetu mkubwa. Mheshimiwa honorable Osoro, sisi tumesimama hapa kama vijana ambao tunaheshimu uongozi wako na tunaheshimu ile maendeleo umefanya Kisii kama mjumbe wetu wa South Mugirango lakini sisi tukawapa leo hii kukuambia kwamba mheshimiwa ni kama umesahau heshima kidogo. The way we respect you as our elder brother, we also want you to respect Honorable Matiangi as your elder brother. Hatutaki hata siku moja mheshimiwa Osoro upatikana ama uonekane ukitusi ndugu yako mkubwa Matiangi, na sio vizuri wewe kusimama chukwani mbele ya watu kuanza kuwaelezea kwamba Matiang'i awezani, Matiang'i si kiongozi. Sisi leo hii wenye umeona tumesimama hapa, sisi ndio Wakisii original, wachana na wale watu ambao unasikia kutoka propaganda. Sisi ndio tunakuambia kwamba kama hutafuatilia mwelekeo wa Matiang'i, my good my good friend, sisi mahali tumekulea, mahali tumekuinua, mahali tumekufikisha kama Wakisii imefika wakati wako wa kuheshimu uongozi na wa Kisii, na vijana na wazee. Sisi tu atukatai na, na mahali huko, heshimu kiongozi wako, na wakati huu kama Kisii tumechukua mwelekeo. Kisii nation have decided and for you it is either you follow them or you respect the, the, the, the religions. Hatutaki tutaki uenze mambo ya matusi. So, Mheshimiwa Osoro, sisi hatuna si shida na wewe. Hatuna shida na mahali huko. Tunataka tu heshima. Na tutaki kuzonga mbele, si mimi nakubali kwamba Mheshimiwa Osoro, wewe si mgeni Kisii. Wewe ni mtoto wetu, wewe umezaliwa Kisii, na unajua tabia ya wa Kisii. Ukitulazimisha, if you force us, wewe ni kijana wetu, tutakupea hii heshima. Na hatutaki tuende hapo. Wewe ni kijana mzuri, wewe ni mtu tunajua mahali umetoka. So kabla tufike kiwango kama tu, kabla tufike kiwango ya kukusukuma mpaka ama kukupea kiboko ama ya kukuhamisha kutoka Kisii, my good friend, ti kwaraini kwa sababu tunaweza kufanyia kitu ile utawai hona, na tutahakikisha kwamba hata Kisii town uwezi fika hata kidogo. Na tuko na hasira mbaya sana, usikuje kutusi Matiang'i kusi randi na huyo mtu anakutuma anakutumia mbaya, ukuje kutusi ndugu yako mkubwa. Kwa heshima na unyenyekevu, ndugu yetu mheshimiwa Osoro mahali huko kwa na adabu na kwa mheshimiwa Rigati Kachawa, ndugu yetu Rigati Kachawa, wakati imefika, wakati imetimia, tunakuhitaji, tunakuomba na tunakubariki na, na, all the pressings from Gusiiland tunakupea.